Yes, kama tunavyofahamu Jumamosi ya tarehe kumi leo mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita Baraza la Mitihani ya Tanzania limetangaza matokeo ya kidato cha pili pamoja na matokeo ya darasa la nne ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano Kwa hiyo kama mzazi, mpaka dakika hii hujafanikiwa kutazama matokeo haya, basi nimekuletea linki ambayo itakupa urahisi kwenda kutazama moja kwa moja matokeo haya bila kuzunguka kwenye mitandao unachotakiwa kufanya ili kuiona hii linki iko sehemu gani? Wengi wamekuwa wakiuliza, hiyo linki mbona sioni? kwenye hii video unaitazama saa hizi, kwenye kipengele cha comment chini ya hii video kuna sehemu imeandikwa comment. Ukibonyeza tu hapo, utakutana na comment ya kwanza, ni comment ambayo nimeiweka mimi mwenyewe. Nimekuwekea linki hapo, linki ina maandishi blue, ni maneno yenye maandishi blue utayagusa ama utayabonyeza, na ukishafanya hivyo kwa matokeo ya darasa la nne, itakuleta kwenye hizi mikoa kama unavyoona kwenye hii video. Ukigusa hiyo link itakuleta hapa hivi. Hii ni mikoa yote ya Tanzania bara kwa matokeo ya darasa la nne. Jinsi gani ya kuendelea baada ya kugusa link? Ukishagusa link ikakuleta hapa, utakuja kugusa ama kubofya mkoa ambapo shule yako inapatikana. Ukishabonyeza mkoa, wilaya za kwenye huo mkoa zitafunguka. Utakuja kubonyeza ama kugusa wilaya hiyo, shule yako inapatikana kwenye wilaya gani? Ukishagusa wilaya, shule za kwenye hiyo wilaya zitakuwa zimefunguka kama hivi. Ni shule chache, utaitafuta shule yako inaitwaje, na ukishaiona utaibonyeza ama utaigusa, na kwa kufanya hivyo utakuwa umefungua matokeo kwenye hiyo shule. Kwa mfano Ukishagusa hiyo shule baada ya kuiona, matokeo ya hiyo shule ya darasa la nne yatakuwa yanafunguka ama yanaonekana kama hivi. Utaangalia matokeo ya mtoto wako hapo, lakini pia unaweza kuangalia matokeo ya shule kiujumla. Hizo ndo watu ambazo watakiwa kuzifanya na wewe hivyo hivyo kwenye simu yako ya mkononi. Cha msingi kabisa ni kugusa linki ambayo nimekuwekea kwenye hii video chini ya hii video kuna sehemu ya comment. Gusa hapo comment ya kwanza kabisa nimeweka link, utaigusa. Lakini pia ukigusa ama ukibofya kichwa cha habari cha hii video, utakutana na link hiyo hiyo na itakupeleka kutazama